Uh, Godman, kuna kitu gani kikubwa ambacho leo mmekifanya hapa Mwanza? Kikubwa ilikuwa ni kuja kufanya maswala mawili, matukio mawili kwa sehemu yangu, kwa sababu imekuwa ni timu kubwa kutoka Clouds na mimi imekuwa ni mmoja kati ya wawakilishi ambao tumepata bahati kubwa sana ya kurejesha kile ambacho tumekuwa tukifanya katika kampeni ya Amka na Jetman. Kiukweli matukio mawili, kwanza ilikuwa ni kuwashukuru wa Tanzania kwa kumsupport Jetman kuweza kuamka kwenda kupata matibabu kule nchini India. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa ya kipekee kupitia Asubuhi, kile kipindi maarufu Tanzania na Pamoja, kwa vipindi vya asubuhi vya TV 360 kuweza kuzungumza na Watanzania. Baada ya kupewa fursa, ilikuwa ni kuwashukuru miongoni mwa waliofanikiwa. Kwa kweli kwa nafasi ya kipekee eh, kuweza pongezao kuonekana kwa kwamba ni za dhati, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa kiasi cha milioni mbili, lakini pia naibu waziri wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi mama yetu, mama Angelina Mabula ambaye pia alitoa kiasi cha shilingi milioni moja. Lakini pia ilikabidhiwa kiasi kingine cha shilingi milioni tano kutoka kwa mbunge wa jimbo la Nyamagana mheshimiwa Stanislaus Mabula, ambaye yeye baada ya kusikia kampeni imeanza ya Amka na Jetman alihamasisha wafanya biashara mbalimbali wadau wa karibu wa maendeleo kwamba wachangie kwa munge mkono kama mbunge wao eh, kuweza kuhakikisha kwamba wanamsupport mwanamuziki kutoka hapa hapa Mwanza. Kwa hiyo okay. Akachangia yeye pamoja na wadau kiasi cha shilingi milioni tano. Kwa hiyo ikawa shilingi milioni 20 ambazo zikawa zimepatikana. Kwa hiyo swala lilikuwa ni hilo, na mwakilishi wa familia Daxi alikuwa hapo, lakini baba wa mzazi pia baba mzazi wa, wa Jetman alikuwepo asubuhi akishuhudia tukio hilo ambalo basi baada ya ukabidhi check hiyo hundi ama hundi e, as, kesho au Jumamosi hii kutakuwa na zoezi sala wazazi e, kupewa rasmi kiasi hicho. E, kuna madaktari ambao wanashauri namna safari itakavyokuwa kwenda mpaka India ambako anatakiwa kwenda kutibiwa, a, njia gani atumie kusafiri kwa sababu ni mgonjwa ambaye kikweli hawezi hata kukaa ndani ya ndege kwa kuna masharti fulani ambayo bado tunaendelea kuona kwamba yatatekelezwa vipi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekifanya kwa zoezi lidogo, ili la mwanzo la Ijumaa hii, lakini Jumamosi litakuwa endelevu, utakuwa upande wa wazazi na Jetman pia kuzungumza. Kwa hiyo hilo pia bila shaka kwa kesho sitaki kulizungumzia sana, lakini upande wa uongozi pia kutoka Clouds Media uh, watakuwa na, la kuzungumza hasa mkurugenzi vipindi na uzalishaji Ruge Mtahaba. Kwa kama Klaus, tumetimiza kile ambacho tumekuwa tukifanya na Watanzania pamoja. kazi yangu ni kukuhabarisha, jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS. Kwa jina hilo hilo la Millard Ayo utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.